hayo yamebainika hapa Kimbule jijini Dar es Salaam wakati wa kutoa mafunzo kwa wawakilishi wa watoa huduma za afya zaidi ya 150 wakiwemo madaktari na wauguzi wa vituo vya afya 98 vya halmashauri ya jiji la Dar es Salaam yanayotolewa na taasisi ya tiba ya mifupa na ubongo Mwimbili MOI kwa udhamini wa taasisi ya Mwadewji Foundation. Na hapa daktari bingwa wa upasuaji kichwa mgongo mishipa ya fahamu kutoka MOI Daktari Zaina Shabia anaeleza kwa sasa hivi inaonekana kwamba tatizo la kichwa kikubwa na mgongo wazi linakuwa ni kubwa, na kwamba kuna takriban watoto 7500 wanaozaliwa kwa mwaka wanakuwa na tatizo la kichwa kikubwa na mgongo wazi. Kwa hivyo kama taasisi, lakini pia tumekuwa tukitoa elimu kwa jamii kwa kushirikiana na vyombo vya habari mbalimbali, na sasa hivi tumeona tusogee mbele zaidi kwa kutoa elimu kwa watu wa huduma wa vituo vya afya mbali mbali. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Mo Dewji Foundation Imran Sherali anaeleza kwa nini wametoa udhamini wa mafunzo hayo na kuahidi kuwafikia wawakilishi wa watoa huduma za afya nchi nzima, huku mratibu wa mradi wa Mo Dewji Foundation Amina Ramazani anaeleza idadi ya kambi zitakazotolewa kwa mwaka mzima. Takwimu za mwisho ya mwaka jana tulikuwa nayo ni kwamba hizo idadi zimeongezeka mpaka elfu saba na mia tano na hii ni kitu inatumiza ina sisi inamuumiza ina, ina, kila, kila, kila mwanamama mama na mwanababa pia na familia. Kwa hiyo tunafanyaje sasa ku... Uh, prevent, jitahidi kufanya hizi hizi uh, training sessions uh, lakini pia tutahakikisha kwamba tutaenda huko vijijini pia kwenye mikoa zote. Mwaka huu tuna kambi 20. Fursa hatutaki kuipoteza, tunataka tunapoenda kwenye wilaya tufanye mafunzo ya namna hii. Sasa kwenye mikoa tutakayopitia tutafanya pilot. Hatua ya pili, tutasema tuweze kuia district hospital ama region. Hawa ni watu wa huduma yeah. Hebu tuwasikize nini wanachosema na ishauri serikali itoe elimu ya kutosha kupitia vyombo vya habari, kupitia wataalamu kama sisi tuliopo kwenye vituo vyetu vya serikali, ili elimu apate hata mwananchi wa kawaida kule kijijini, ili aweze kupanga uzazi kabla ya kupata ujauzito miezi mitatu ijayo, ili kupata mtoto ambaye uko salama, hana matatizo ya mgongo wazi na kichwa kikubwa. Mafunzo hayo yanaenda sambamba na upimaji wa magonjwa ya macho, kupewa dawa miwani na kufanyiwa upasuaji wa macho bure kwa wananchi wa wilaya ya Ilala katika hospitali hii ya wilaya ya Ilala Kivule. Kutoka hapa katika hospitali ya wilaya ya Ilala ya Kivule ambayo ipo hapa Kivule, ambapo wananchi mbalimbali wamejitokeza kuweza kupata huduma mbalimbali za kitibabu. Ni mimi Alisante Mkumbo wa ITV.